Na mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF umewaonya watoa huduma za afya watakaobainika kugushi ama kutoa taarifa za uongo kwamba watachukuliwa haki watachukuliwa hatua wa kali za kisheria ikiwa ni pamoja na kushtakiwa kwenye mabaraza yao ya maadili kulingana na taaluma zao. Taarifa ifuatayo inafanua zaidi. Mkurugenzi wa masoko na utafiti wa mfuko huo Bwana Nehemia mfuko huo Bwana Rehani Athman ametoa onyo hilo wakati akizungumza kwenye uzinduzi wa mkutano wa kutoa huduma wa mfuko wa taifa wa bima ya afya mkoa wa Ilala uliolenga kuelezea utekelezaji wa mikakati ya mwaka 2016 akiwa amemwakilisha kaimu mkurugenzi mkuu wa mfuko huo Bwana Rehani ameeleza kuwa baadhi ya watoa huduma kwa makusudi wamekuwa wakiwahusisha na utoaji wa taarifa za uongo kuhusu huduma wanazotoa kwa wagonjwa jambo ambalo suala hilo limebaki kuwa ni changamoto. Sisi katika mfuko tumedevise njia mbalimbali za kukabiliana na madai haya ya kugushi, lakini tunaomba na ninyi pia, pamoja na kwamba ninyi ni wawakilishi, lakini mtakaporudi mweze kuongea na watumishi wengine, swala hili watu wasimamie katika uh, misingi ya utoaji wa huduma, wazingatie was, uadilifu katika utoaji wa huduma pamoja na mambo mengine. Mfuko huo umewafahamisha watoa huduma hao kuhusu utolea jipya la bei za dawa ambalo limepitishwa na serikali kupitia wizara ya husika na kuanza kutumika rasmi Januari mosi mwaka huu, hivyo kuwataka wahusika wote kuzingatia bei ya kikomo iliyowekwa kulingana na mkataba. Saidi Makala, Channel Ten.